Ukipokea maudhui yenye utata au uchochezi usisambaze, futa diliti kabisa. Tumia mawasiliano kujiletea maendeleo, mawasiliano ni fursa. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mamlaka ya mawasiliano Tanzania, TCRA. Relax. Hawajawahi kutuangusha <laughs> <laughs> <laughs> Hata wewe unaweza kuagiza gari bora na ulipendalo kupitia SBT Japan. Tembelea tovuti yetu ya www.sbtjapan.com na hapo utapata ukipendacho zaidi.